na mwinjili Matayo sura ya nane, aya ya tano hadi aya ya kumi na saba. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, "Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana." Yesu akamwambia, "Nitakuja nimponye." Yule akida akamjibu akasema, "Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu, nenda huenda, na huyu, njoo huja, na mtumwa wangu, fanya hivi,' ufanya." Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amin nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje; ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwewe Petro, mamaye mkewe amelala kitandani, hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe alitwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Ndugu zangu katika Kristo katika injili ya Mathayo tuliyotoka kuisikia, tunashuhudia simulizi zenye mguso wa kina kuhusu uponyaji, imani na huruma ya Mungu. Yesu anakutana na akida Mrumi, mtu wa mataifa ambaye alikuwa na mamlaka ya kijeshi, lakini anakuja mbele ya Yesu kwa unyenyekevu mkubwa na imani ya ajabu. Badala ya kujivunia cheo chake anasema kwa heshima kubwa, Bwana, si stahili uingie nyumbani mwangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kauli hii ya imani imejumuishwa pia katika liturujia ya Ekaristi, ikirudiwa kila misa kabla ya waumini kupokea komunio takatifu, ikionyesha imani kubwa na unyenyekevu wa hali ya juu kwa Mungu ambaye ni Yesu katika Ekaristi. Imani ya akida huyu ni ya pekee kwa sababu inaegemea tu kwenye neno la Yesu. Anaamini atakachokisema Kristo basi kitakuwa, hana haja kuona ya kuona muujiza ili yaamini, hivyo hana mashaka kuhusu uwezo wa Yesu. Yesu anashangazwa sana na imani hii akisema, hajakuta imani kama hiyo hata katika Israeli. Akida huyu si tu mfano wa imani binafsi bali ni ishara ya wokovu kwa mataifa yote wakitoka mashariki na magharibi kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu anafungua milango ya wokovu kwa wote wanaoamini wa na siyo Wayahudi tu. Baada ya tukio hilo, Yesu anaingia nyumbani kwa Petro na kumponya mama mkwe wake aliyekuwa na homa. Mara baada ya kuponywa, anainuka na kuanza kuwahudumia. Jioni hiyo watu wengi walimletea wagonjwa na waliopagawa na pepo, naye Yesu akawaponya wote. Mathayo anatueleza kuwa haya yalifanyika ili utimie unabii wa nabii Isaya kwamba aliuchukua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Yesu si mwokozi wa kiroho tu, bali yeye huingia ndani kabisa ya maisha yetu ya kila siku, akigusa mateso yetu ya mwili na ya roho kwa huruma isiyo na mipaka. Tukio hili linatupeleka nyuma kabisa hadi katika somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 aya ya kwanza hadi aya ya 15 ambapo tunaona Bwana anamtembelea Abrahamu na Sara akiwa katika sura ya wageni watatu. Abrahamu anawakaribisha kwa ukarimu wa kipekee akiwapatia maji, chakula na mahali pa kupumzika. Katika ukarimu huo ndipo ahadi ya mtoto inapotolewa kwa Sara licha ya uzee wake, licha ya kucheka kwa mashaka, ahadi ya Mungu inasimama imara, yaani uzao wake utakuwa baraka. Hii ni picha ya Mungu anayependa kuingia katika maisha ya wale wanaomkaribisha kwa imani na upendo. Ukarimu wa Abrahamu na imani ya Akida ni sura mbili za moyo unaoandaliwa kupokea neno la Mungu. Abrahamu anamkaribisha Mungu hemani mwake. Akida anamkaribisha Mungu katika hali yake ya shida. Sara aliyekuwa nyuma ya pazia anapokea habari ya uzazi katika uzee wake. Mama mkwe wa Petro anapokea uponyaji na kujibu kwa huduma. Katika visa vyote hivi ni dhahiri kuwa neno la Mungu lina nguvu ya kubadili hali ya mwanadamu na kuwa bora zaidi ya mwanzo kama tulivyoona. Kutoka utasa hadi uzazi, kutoka ugonjwa hadi afya na kutoka katika kukata tamaa hadi kupata tumaini jipya. Ndugu zangu katika Kristo, siku hii ya leo pia tunapoadhimisha moyo safi wa Bikira Maria, tunaona msingi wa matukio haya yote ni neno, yaani Mungu anaposema kitu hutokea. Akida anaamini kwamba Yesu hawezi kushindwa. Abrahamu anapokea ahadi kwa maneno Petro anashuhudia mama mkwe wake akiinuka mara baada ya neno na kuguswa. Neno hilo hilo linalotenda miujiza linakuwa mwili ndani ya tumbo la Bikira Maria. Moyo wake safi unakuwa maskani ya neno la Mungu. Katika Bikira Maria tunaona kilele cha imani ya kweli, yaani imani isiyo na mashaka na inayopokea bila kipingamizi chochote. Moyo safi wa Bikira Maria ni ishara ya kupokea kikamilifu mapenzi ya Mungu. Aliposikia habari kutoka kwa malaika Gabrieli kwamba atakuwa mama wa mwana wa Mungu hakusita, bali alisema kwa unyenyekevu, na iwe kwangu kama ulivyosema. Na kwa ndiyo yake, Maria alikubali mpango wa Mungu kwa ukamilifu, na neno likafanyika mwili ndani yake. Moyo wake haukuwa tu waimani bali pia wa huruma ya kina. Akiwa amesimama chini ya msalaba, alishiriki mateso ya mwanaye, akawa mama wa mateso na mshiriki wa kazi ya ukombozi. Alibeba huzuni ya wanadamu ndani ya moyo wake uliochomwa na upanga. Yesu alichukua magonjwa, dhambi na madhaifu yetu. Maria aliungana naye kwa moyo wake wa kimama na upendo. Hivyo tunaona jinsi moyo safi wa Bikira Maria unavyounganika kwa undani zaidi na moyo mtakatifu wa Yesu hasa katika kazi ya ukombozi. Ndugu zangu katika Kristo, Akida, Abrahamu na Mama Bikira Maria wote wanatufundisha kuwa Mungu huingia pale anapokaribishwa. Katika kila misa tunarudia maneno ya Akida tukikiri kutostahili kwetu. Katika maisha ya kila siku tunahamasishwa kuwa wenyeji wa Mungu kama Abrahamu. Na katika sala na ibada, tunajifunza kuwa na moyo kama wabikira Maria, yaani, moyo safi wa kupokea na wa kushiriki mateso ya wengine kwa upendo. Tunapokabiliwa na magonjwa ya mwili, maumivu ya moyo au magonjwa ya kiroho, tunaalikwa kuweka tumaini letu kwa Kristo mponyaji tunaposema Bwana, sistahili. Tufanye hiyo kwa moyo wa imani na uaminifu, tumwombe Maria atuombe kwa Mungu tuweze kuwa na moyo safi kama moyo wake, yaani mioyo inayopokea neno inayopenda ulimwengu unaoteseka na inayobaki imara hata katika huzuni. Katika umoja wa Kristo Yesu na Bikira Maria tunakutana na fumbo la upendo wa Mungu unaoponya ulimwengu. Hivyo basi tuendelee kumkaribisha Kristo katika maisha yetu kwa imani, kumtumikia kwa upendo na kuishi maisha yaliyo wazi kwa neno lake la uponyaji. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Charles Michael Kaseka wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo, milele amina.